Marseille. Mm. Wakatuma booking hotel mm, tiketi nini, mchezaji anataka kwenda, yani taratibu zote hiyo. Ile ile habari ile habari ilisikika pale uwanjani bwana, kutoka kwa mmoja wa viongozi wa TFF hey, kwamba Yanga, huyu mdogo kumbe anacheza vizuri sana, ndio maana anahitajika na, na Marseille anamtaka hmm. Kwa hiyo wakamchukua pale, wakampeleka Avic, wakatengeneza mpango sasa wa kumtengenezea mkataba ili asign. Sasa hmm, hapo ndio inakuja na story ya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 Tulipo saini mkataba pale, tuamini ule mkataba alimpa mchezaji awe nao, ili akifika kule Singida ah, wakabizi viongozi kwa mkataba Kale kule Arusha, wakabizi viongozi maake mkataba, mchezaji hajaondoka nao oh, kisa. Okay, tumechukua shida. Bahati nzuri mwenyeza hela yupo kwenye kabineti ya watu wa ya, Yanga kwa ya, akapata full information kwamba dogo mm, anakwenda kusainishwa mkataba kesho okay, pale JSM mm. Kwa haraka haraka Zaela kwa na tena Yanga anafungiwa ee, kuna hiki na hiki na hiki ndio kutokea mm. kwa mustakabali wa mtoto hiki mm. kitu kitakuwa kibaya, atafungiwa mm. mm. sababu atakuwa na mikataba miwili mm. Kwa hiyo huko Ulaya hatokwenda na wala hapa Tanzania hata sana Simba anacheza. Mm. Kadi yake itakuwa imepotea. Hmm. Tunamsaidiaje? Mimi niko Iringa na siku hiyo saa saba ndio mtoto anatakiwa kwenda JSM kwa saini. Yuko Avik na kwa umri wake kwa wakati ule alikuwa hawezi kubisha chochote. Na chote, ile pressure ndio hey, hey, kwa watu sasa wakubwa. Kwa hiyo kama vipi tumsaidie? Ni mimi niko na Yasmin yule msimamizi, wakati mimi simjui vizuri Yasmin. Akaniambia yule msimamizi wa Msufa, kwa hiyo kama wewe uko radhi nimchukue Yasmin akusaidie kumsimamia, aende na mchezaji leo kukaa na uongozi wa Yanga Afrika mm, ili wazuie, ili kitu kisifanyike mpaka wewe utakapokuja Dar es Salaam, mm, tukae pamoja mimi, mm, eh. Nikasema hilo ni jambo jema.